Mpendwa mtazamaji wa TV yetu pendwa Kipalapala Seminari Online TV, karibu katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, na haya ndiyo maandalizi au vijiria ya sherehe za miembe, maandalizi ya kuwapokea Mafrateri wanaoanza mwaka wao wa kwanza wa teolojia katika seminari hii ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Mtazamaji, usisahau kusubscribe kushare kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Kipalapala Seminary Online TV, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo, Frateri. Mimi na mimi Mwili wewe Mwili wako me. Asante sana baba. Basi upo live katika chaneli yetu pendwa Kipalapala Seminary Online TV. mm -hmm, na pengine wapendwa watazamaji wetu wangependa kujua kwa kifupi sana Jina la mwembe huu na unaunganisha majimbo mangapi? Karibu sana baba. Asante sana frateri. Uh, kwa kweli kimsingi huu ni mwembe mkorosho kwanza. uh -huh. na mwembe mkorosho kimsingi unaunganisha majimbo ya Kigoma, Kayanga na Rurenge Ngara. Kwa kweli tumefurahi sana kuwapokea vijana wetu, vijana wapo kumi na watatu na hivi ni furaha kwetu sisi kuona kundi letu inaongezeka. Ni mwaka ambao kwa kweli umetia fora sana sana, sana. Hakuwai kutokea namba kama hii. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa baraka kwetu, tunaposema ni jubilei ishirini na tano, mahujaji wa matumaini. Kwa hiyo ndo hivyo kabisa. Nashukuru sana baba kwa maelezo yako mazuri ambayo yamejitosheleza, na pengine ningependa kujua mmejiandaaje katika kuwapokea hawa mwaka wa kwanza katika kuwakaribisha katika hafla hii ya leo. Aa, kwa kweli kama ni kujiandaa tumejiandaa vizuri kwa sababu mpaka sasa hivi unaona, tangu asijana vitu vijiria wamekunywa wametengeneza wao wenyewe vijana, bado wanacheza wanafurahia kanzu zao, kwao ni jambo la kumshukuru Mungu, vijana wanatabasamu na tunaombea baraka kubwa sana. Sawa baba, nashukuru sana na pengine labda ungetupa nafasi wewe kama kiongozi wao kuzungumza na kijana mmojawapo. Ndio, ni ukweli kabisa hapa. Nitamwomba frateri moja ambaye tulishawaandaa, kila mmoja anaweza kaongea, lakini kuna mmoja kidogo ataongea na lugha ya Kinyarwanda kuonyesha tuna ujirani mwema na majimbo kidogo ya jirani. Kwa hiyo frate, karibu sana, nashukuru sana. Tumsifu Yesu Kristo. Frateri milele amina. Basi kwa majina unaitwa Frateri nani na unatokea jimbo Katoliki la wapi? E, naitwa Vitalis Giro Kushaka. E, imba muri diosezi ya Rurenge Ngara. Amani na salama Tanzania. Amani na salama Kipalapala. E, ni yumba neza cyane gose kubanga ha kandi kumwe na bene wacu bafarateri bagenza nje ni yumba cyane gose cyane cyane no mose turabashimiye gose kutuza na ngaha ngaha tumefurahi sana, tulishinye chane gose. Asante sana, sana, sana, sana. <laughs> Frate kwa muda wako, na nimependa sana lugha kwa sababu naifahamu toka siku nyingi. Umeongea vizuri sana, nashukuru sana ulakazana anakaanza kwa Ndugu wapendwa watazamaji wa tv yetu pendwa, Kipalapala Seminari Online TV, tupo hapa katika shughuli zetu za miembe, kama ilivyo utamaduni wa mama ya Kipalapala na basi, nimetembelea mwembe mmojawapo. Ningependa kufahamu ni mwembe gani, watupe historia yao wa kwa ufupi. Karibu sana baba. Hey, ndugu uh, mtangazaji, kwa jina naitwa Frate Mrema, natokea jimbo katoliki Moshi huu mwembe ni mwembe kaskazini asili yake umeanzishwa hapa kipalapala tokea mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu watu hapa tunakula nyama ndafu na mwembe huu uliwajumuisha vijana ambao ni waseminari wa mashirika la OCS pamoja na watu wa jimbo la moshi uliunganisha kipindi hicho majimbo ya same na pia arusha walikuwa katika mwembe huu pamoja lakini kwa sasa kutokana na mjumuiko basi, tumepata nafasi ya kuwa sasa tuko jimbo la Moshi peke yake kwa sasa hivi, kwa sababu seminari hivi haina washirika, ndio yeah. Sawa sawa, nimefurahi kusikia hiyo historia fupi yeah. Na pengine labda ningependa kujua kama ilivyo tunavyofahamu kwamba tuna miembe miwili yeah. Miembe midogo na miembe mikubwa yeah. Je, yeah, katika hii mwembe midogo ninyi kama jimbo la Moshi yeah. Mmejipangaje kuwapokea ndugu zenu mwaka wa kwanza ambao kwa kweli wamewasili hapa seminarini? Karibu. Kwanza napenda kukiri kabisa huu huu mwembe mdogo kweli, tumewapokea vijana watano ambao wameanza masomo ya teolojia katika seminari ya Kipalapala, tulitoka nao kule Moshi, na sasa kwa kweli tumewakaribisha kwa namna hii, tunawakaribisha ndafu waone furaha ya kuwa pamoja kama wana mwembe kaskazini na wanaMoshi tunasema kwamba chame chameku na tumewakaribisha sana. Sawa, sawa. Naona maandalizi mazuri, naona na mababa mapadre wa jimbo Katoliki la Moshi wanapita hapa. Baba, ungeweza kuwasalimu kidogo watazamaji wetu. Tumsifuni Yesu Kristo. Milele na amina. Basi, kama alivyosema huyu mtu alikuwa anahojiwa hapa ee, mwembe huu ni tunaita mwembe mdogo ndio, kwa maana kwamba kwa nia ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza na kuwapongeza aliotoka uchungaji unafanyika ndani ya fence ni mambo ya mazingira ya nyumbani. Ule mkubwa ni ule ambao unajumuisha mpaka wageni wetu kutoka nje ya maeneo haya, wafadhili wetu, marafiki, ndugu, jamaa na wale ambao wamekuja kuwapongeza wanaohitimu. Kumbe tunauita mwaka mdogo kwa misingi hiyo kwamba ni jambo la kifamilia la ndani, halina wageni kutoka nje, ni sisi kwa sisi. Malengo ni haya mawili, kuwakaribisha mwaka wa kwanza hapa na nakuwapongeza ambao wamehitimu sehemu nyeti ya malezi na makuzi ya kipadri mwaka uchungaji, uchungaji mkubwa. Asante sana, asante sana baba, kwa muda wako na kwa maelezo mazuri sana yaliyoshiba. Asante sana, Asante sana. <laughs> Basi Baba Mlima, mi ningependa kutumia hii nafasi yeah. kwa kushukuru sana kwa maelekezo yako ambayo umetupatia yeah. na pengine mi ningependa niwatakia sherehe njema za miembe hii na yote mema kuelekea maandalizi ya ushemasi. Asante sana. Karibuni sana mpate hata kanyama kidogo. Sio tukasema tu hatujawapa chochote. Jamani wakatie kwa kipande kidogo wasio wakasema wamefanya kazi ya bure. <laughs> Naam, kama unavyoona Baba Mrema anaandaa kanyama kadogo kwa ajili ya presenter na director. <laughs> Lakini director ataangalia kwa mbali tu. <laughs> Asanteni sana. Tumsifu usiku tufuate. Milele ya mimi nafuate. Imiza bro. Wako huko bro. Ola jo bro. Ndugu wapendwa watazamaji wa channel yetu pendwa ya Kipalapala Seminary Online TV. Tupo katika mwembe mwingine ambao kwa kweli mimi siujui jina. Labda Frateri hapa angetueleza kwa kifupi mwembe unaitwaje na umeunganishwa kwa majimbo mangapi. Karibu sana, Frateri. Asante sana, Frateri. Hapa ni mwembe MSMGB. Ni mwembe ambao unaundwa na majimbo matano mm: jimbo kuu la Mwanza, jimbo la Shinyanga na majimbo mengine, jimbo la Bunda mm, jimbo la Geita mm, na jimbo la Musoma. Ndio, ndio, ndio, hayo ndio majimbo matano yanayounda mwembe wetu wa MSMGB. Sawa sawa frateri. Basi labda kwa kifupi tu pengine ungependa kuwaeleza watazamaji wetu kwa namna ambavyo e, ni kwa jinsi gani mmejiandaa katika maadhimisho haya ya siku ya miembe e, kuwapokea mwaka wa kwanza mmejiandaje nyii kama majimbo, majimbo haya ya MSG? Kwa kweli tumejiandaa vizuri, kuanzia asubuhi maandalizi yalikuwa mazuri Dibi. sana Dibi. Watu wamepiga supu na maandalizi yanaendelea kama mnavyoona hmm. Na katika mambo ya kiroho tunaendelea pia kusubiria hafla ya kuwakaribisha ndugu zetu mwaka wa kwanza wa teolojia pamoja na ndugu zetu waliojiunga na masomo ya teolojia katika seminari yetu. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea kuwa nao, kuwatia moyo ili kuendelea kuwa nasi katika seminari yetu hii ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Sawa sawa, frater, bila shaka nafikiri mambo yatakuwa mazuri maana naona huku meza zote zimepambwa kwa vyakula vya aina mbalimbali na bado mafrateri yanaendelea kuandaa vyakula mbalimbali mbali. Nafikiri mambo bila shaka yataenda vizuri. Mambo yatakuwa vizuri kabisa nanyi mnakaribishwa. Karibuni sana. Basi niseme asante sana na niwatakie maandalizi mema na masherekeo mema ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza Kipalapala. Asante sana. Mungu atubariki sote. Asante. Msiwezeke hizo fatu. Ni vedea ni rafiki. Mwaka 20 na kashina mani gwenga. Safi sana. Basi tupo katika mwembe mwingine ambao pengine tungependa kufahamu pia, nao ni moja miembe kati ya ile miembe nane iliyokuwepo hapa seminarini. Na basi nimekutana na Frateri hapa, ningeomba kwanza jitambulishe kwa majina, na baada ya hapo tueleze huu mwembe unaitwaje na utupe kaistoria kwa kifupi, na basi leo utuambie pia mmejiandaje katika kuwapokea wa mwaka wa kwanza. Basi kwa namna ya pekee mwembe wetu unaitwa mwembe mashariki e, almaarufu mwembe mnene. Jina la mwembe mnene limejitokeza baada ya kuwa e, mwembe huu unakuwa na sherehe nzuri na ni kubwa ambayo kwa kweli inawavutia watu wengi. Ni mwembe ambao una, una bashasha, watu wanakuwa wamechangamka, hawana unyonge, kwa hiyo hiyo ilipelekea mwembe mashariki kuwa uitwe kwa jina la mwembe mnene lakini mwembe mashariki, tunayo shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwamba tupo majimbo nane: jimbo Katoliki la Same, jimbo Katoliki la Bagamoyo, eh, jimbo Katoliki la Tanga, jimbo Katoliki la Zanzibar, vile vile tuna jimbo Katoliki la Ifakara, jimbo Katoliki la Mahenge pamoja na jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kwa hiyo hayo majimbo nane ndo yanaunda Mwembe Mashariki. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunaendelea vizuri. Tunao walezi wanne. Tunaye eh, baba Herman Kachema, daktari huyo na ni lekta wa shule yetu. Kadhalika tunaye mlezi mwingine anaitwa baba Jenini Songio naye ni mlezi wa, mlezi wa mwembe wetu na mwalimu katika seminari ya Kipalapala. Ee, mlezi mwingine ambaye tuko naye kwenye Mwembe Mashariki ama mwembe mnene ni baba Shekwamba. Ee, naye ni mlezi pamoja na mwalimu katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala. Kwa hiyo mlezi mwingine wa mwisho ambaye tumebaki naye hapa ni baba Sylvester Nitunga, ni daktari pia katika mambo ya sheria. E, basi tunakamilisha walezi wanne kwenye mwembe wetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni moja wa mwemba ambao umechangamka kwa kweli, unatia hamasa kwenye safari yetu ya wito, hasa tukikutana kama wana umoja e. Kwa namna ya pekee mwaka wa kwanza, tumejiandaa vizuri kuwapokea: kwanza, kwa upendo; pili, kwa vitu vinavyoonekana e, kama unavyoona maandalizi yako vizuri; na tatu, kwa shamrashamra zingine ambazo wao wanazifahamu na kwenye ratiba yetu tutakuwa na uzinduzi wa kuasimika hawa vijana. Huwa tuna desturi ya kuzunguka mwembe kama utamaduni, kwa nyimbo mbalimbali za, za tamaduni zetu kama singeli pamoja na nyimbo zingine ambazo zinaunganisha haya majimbo nane. Kwa hiyo basi, tunayo furaha kubwa kwa kweli na tumepata nafasi ya pekee sana tunapoona ndugu zetu kumi na saba wamekuja kuungana nasi kwenye seminari hii ya Mtakatifu Paulo na hususan ni zaidi kwenye umoja wetu wa Mwembe Mashariki. Nashukuru Baba kwa historia nzuri, neno lio shiba sana, na pengine kama ungeweza kunipa ruhusa niongee na kijana hata mmoja ambaye mnampokea, basi uweze kufanya naye mahojiano. Unanipa ruhusa baba? Baba mimi kama mwenyekiti wa Mwembe, <laughs> Nakupa ruhusa kwa sababu vijana wangu kwanza, wako safi, akili safi, roho safi, na wamejiandaa vizuri kwa ajili ya utume wa Kristo Nga. Basi pengine ungependa kutueleza kwa kifupi namna ambavyo mmepokelewa katika sherehe ya leo na mnajisikiaje hadi muda huu kuwepo katika sehemu hii mwembe mnene? Asante sana. Kwanza kabisa, awali ya yote, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuendelea kutujalia afya nzuri na njema mpaka kufikia muda huu. Lakini pili, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuchaguliwa kujiunga na mwendelezo wa malezi ya kipade katika seminari huu katika seminari hii kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Hiyo basi, kwa namna apekee pia tunapenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kujumuisha katika mwembe huu mwembe mnene ambayo unaunganisha majimbo nane ikiwemo Dar es Salaam, Bagamoyo, Zanzibar, Tanga, Morogoro, Ifakara, Mahenge na Same. Hivyo basi napenda kumshukuru Mungu kuweza kujumuika katika mwembe huu, nasi pia tunajisikia vizuri kwa sababu tuko tayari kujiunga na malezi haya na kuendelea na majundo haya kama seminari of festia, tuko tayari kuanza upya. Tumetoka seminari mbalimbali, basi sisi tunampenda kumshukuru Mungu kwa hayo yote ambayo jali katika seminari hii. Asante, nashukuru sana baba kwa muda wako na nawatakieni maadhimisho mema katika miembe hii. Asante sana, asante sana. karibuni sana. Sana. E. E. E. Na mpambesu Mnasalimia naje unapata simu mbambamba <coughs> hey, wanuu <coughs> okay. Hey, katika kuwapokea baba, mmejiandaje? Vizuri sana lazima tunaoingiza katika miko na taratibu za mwembe mpambesu ili waweze kuelewa namna gani wataweza kuishi na kuenzi hii mila mila desturi ambayo ni nzuri Togo, toka kipindi cha baba yetu hapa na sisi bado tunaendelea kuishi kizazi hadi kizazi. Basi labda ungeanza kujitambulisha kwa majina, unaitwa Frateri nani na unatoka Jimbo Katoliki la wapi? Karibu. Na mimi naitwa Frateli Emmanuel Edes Malipesa, ni frateli wa jimbo Katoliki la Mpanda, nasoma mwaka wa nne katika seminari hii kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Asante sana frate. Basi tungependa kujua kwa kifupi historia ya mwembe huu, unaitwaje na unaunganisha majimbo mangapi? Karibu frate. Kwa kifupi kabisa mwembe wetu unaitwa mwembe Mwembe Mpambesu, mwembe Mpambesu. Na ni unaunganishwa kwa na majimbo karibu kumi na moja sasa. Majimbo haya kumi na moja ni jimbo la Mpanda, Sumbawanga, Mbeya, Ilinga, Mafinga, Tunduru, Masasi, Lindi na Songea. Ok, basi kat, kama tunavyojua taratibu za mama Kipalapala, midogo, ya Kipalapala, huwa katika miembe hii midogo kunakuwa na tukio la kuwakaribisha mwaka wa kwanza. Nyinyi kama mwembe Mpambesu, mmejiandaaje kuwapokea wa mwaka wa kwanza na kuwakaribisha katika shughuli hizi? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu mwaka huu tumebatika kupata idadi kubwa ya mwaka wa kwanza kutoka majimbo hayo niliyoyataja awali, na hivyo tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mito katika maeneo yetu hayo, tunaendelea kuwakaribisha hawa ndugu zetu wanaoanza safari sasa kwa kuanza rasmi masomo ya taalimu Mungu. Tunawakaribisha sana kwa moyo mkunjufu, na tunaamini kwamba kwa tukio hili la kuwakaribisha tayari tutawaingiza moja kwa moja kwenye mfumo wa maisha mapya ya Kipalapala seminari. Asante sana Frate, kwa muda wako, na naona unaendelea kufaidi nyama choma. Ongeleni sana mwembe mpambesu, ni nyama maarufu sana na inapatikana tu mwembe mpambesu. <laughs> Asante sana kwa muda wako na tunawatakia masherekeo mema ya sherehe za miezi. Asante sana, karibuni sana, asante sana. <coughs> <coughs> Msifu Yesu Kristo Frate nene. Amina baba frate <coughs> Kamwene, kamwene unogage? Ah, okay. Uko vizuri, fateli. Basi katika mwembe umpambesu, fateli nyinyi mwaka wa kwanza leo mnakaribishwa kwa namna ya pekee, na pengine ningependa kujua wewe binafsi umepokeaje siku ya leo na unajisikiaje kupokelewa katika mwembe umpambesu. Karibu. Kwa kweli mimi binafsi ninayo furaha kubwa sana ya kupokelewa katika huu moja mwembe huu wa mpambeshu ambao unajumuisha majimbo yote ya kusini mwa Tanzania. Ni sherehe ambazo zimebeba historia kubwa katika seminari yetu hii ya Kipalapala. Ni seminari ambayo imefanya jubilei ya miaka mia moja hivi juzi, karibuni. Kwa hiyo ni furaha yangu kubwa kuwa maeneo haya na kusherehekea pamoja na wenzangu kuna sherehe hizi za miembe ambazo ni sherehe ambazo zilianza kipindi hata uh, Kardinali Pengo alipokuwa anasoma hapa Kipalapala miaka hiyo ya zamani. Kwa hiyo na mimi basi naona shauku ya kuungana na wenzangu kusherekea kwa pamoja hii sherehe za miembe wakitukaribisha sisi ambao tunaanza mwaka wa kwanza wa theology hapa seminari ya Kipalapala. Kwa hiyo tunafurahi sana. Basi Frateri, mimi nikupongeze kwa kushiriki katika sherehe hizi mm, na nikutakie sherehe njema na masherehekeo ma, ma mema. Asante sana nashukuru sana Basi tungependa kujua kwa kifupi historia ya mwembe huu unaitwaje na unaunganisha majimbo mangapi? Karibu frateri. Asante sana Frateli, huu mwembe ni mwembe muungano ni mwembe mama miongoni mwa miembe yote hapa seminarini, kwa sababu ni mwembe ambao unabeba kwanza kabisa jimbo mwenyeji, jimbo kuu Katoliki Tabora ndio, lakini kuna majimbo, jimbo kuu Dodoma hmm, jimbo Katoliki Kahama hmm, na jimbo la Kondoa, kwa hiyo kuna jumla ya majimbo manne. Sawa sawa. Na katika sherehe ya leo, mmejiandaje katika kuwapokea ndugu zetu mwaka wa kwanza, kwa namna ya pekee katika miembe hii midogo? Kwa kweli, kwanza kabisa tuna furaha kubwa sana, tunamshukuru Mungu kwa neema hii ambayo ametujalia siku ya leo e, ambapo tunawapokea ndugu zetu mafrateri wa mwaka wa kwanza katika mwembe Muungano. E, tuna neno moja e, la kuwaasa wa ndugu zetu kwamba katika seminari yetu wapokee malezi wapokee malezi kutoka kwa walezi wetu wakitambua kwamba wamekuja kwa ajili ya maandalizi ya kujiunda na kuundwa kuwa mapadri. Kwa hiyo waweze kupokea malezi ili waweze baadaye kuwa watumishi wema katika kanisa la Mungu, eh, na kuwatumikia watu vizuri katika kanisa lake. na kushukuru sana frateri, kwa neno lako zuri, na basi mimi napenda niwatakie maadhimisho mema ya siku hii ya miembe. Asante sana mtangazaji, nashukuru sana, tumsifu Yesu Kristo. Amina hata mwaliko baba. Kwa kweli <laughs> ni furaha tu imenizidi, lakini tunawalika sana watu wote ambao mnatutazama, tunawaalika sana katika seminari kuu yetu ya mtakatifu Paulo mtume Kipalapala, na kwa namna ya pekee tunapoendelea kusherehekea matunda ya miaka 100 ya seminari yetu. Kwa hiyo tunakaribisheni sana. Eh, vyakula ni vingi machakula, anasema ni mengi, vinywaji <laughs> ni vingi, kama mnavyoona hapa. Hii hapa ni mbege kutoka mwembe wa Moshi. <laughs> Tunaendelea kufurahia maisha, wakaribisheni sana. Tunashukuru sana baba kwa mwaliko, asante sana, asante sana tumsifu siuuufatemileminaat ah, agandi waitu ah, garembe ni nsima eh, basi nashukuru kwamba Online TV imetufikia kuangalia shughuli yetu ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza. Asante sana kwa muda wako. Basi ningependa kufahamu labda huu mwembe unaitwa mwembe gani, na pia mmejipangaje katika kuwapokea hao mwaka wa kwanza? Kiukweli ah, mwembe wetu unaitwa mwembe Bawa. Ni mwembe ambao unatokana na kauli kwamba ndege wa bawa moja huruka kwa pamoja au kwa moja basi sisi tumechukua neno bawa kuwakilisha ndege wa bawa moja kwama ruka kwa pamoja, na kama sisi ndege wa bawa moja tumejiandaa basi kuruka kwa pamoja na hawa kaka zetu wa mwaka wa kwanza, na hivi tunategemea kwamba katika kipindi chote watachukua hapa, tutashirikiana nao na tutaelekeza nao, wataongeza chachu kwenye wito wetu, kwa sababu ndege inabidi wawe pamoja waskate uzaoendelee na tunashukuru kwamba wamekuja kutusindikiza kwa safari hii ya wito. Nashukuru sana Frate kwa muda wako ambao tumekuwa pamoja na, basi mimi niwatakie maandalizi mema ya sherehe hizi, namsherekee salama na mmalize. Ah, sana babakasa, nashukuru sana baba, na baba mloo tunashukuru so, okay, baba kwa muda wako, labda tungependa kujua kwa kifupi sana historia ya mwembe huu na unaitwaje na unaunganisha majimbo mangapi? Karibu sana baba. Huu ni mwembe Simba, unaunganisha majimbo matatu: jimbo kuu Katoliki la Arusha, jimbo la Singida na jimbo la Mbulu. Hmm. Leo tunafanya sherehe ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza pamoja na kuwakaribisha mwaka wa nne, ambao basi mwaka wa nne wametoka uchungaji mkubwa, kwa watukuwanao kwa muda wa mwaka mmoja wa ndio baba, mwaka mwaka kwa... Basi labda kwa kifupi ungeweza kuwaeleza nini watazamaji wetu ambao wanatufuatilia kuhusu maandalizi ambavyo yanaendelea hadi muda huu labda mmejipangaje katika kuwakaribisha hawa mwaka wa kwanza? Karibu sana. Sisi tunamshukuru Mungu, tumejiandaa vizuri sana, tumeandaa vitu vingi. Hususa sherehe hii tumeandaa kwa kipindi kirefu sana, tukitambua umuhimu wa mwaka wa kwanza, umuhimu wa theolojia. Hapa ndipo mahali ambapo tunaandaa vyakula vyetu. Ni kazi wa seminari, wamepika vizuri, wameandaa vingi vinono, wote mnakaribishwa na wameandaa vitu vingi, kuna vitu vingi sana kwa hiyo basi tunakaribisheni wote kabisa kwa moyo wa ukarimu sana, muungane nasi muendelee kutunga mkono hizi hii. Ndio Kipalapala na huu ndio mwembe simba. Karibuni sana asante sana baba, tunashukuru sana kwa muda wako, na nasi tunakuahidi kwamba tutafika huko. Asante sana, karibuni sana. Asante sana, na hapa tumefikia tamati ya maonyesho ya sherehe hizi za miembe. Nakuomba uendelee kufuatilia matukio mbalimbali mbali ambayo tutakuletea kupitia chaneli yetu. Ulikuwa nami Frateri Cassian Erwin Ntanga ambaye niko mwaka wa pili wa teolojia katika seminari hii ya mtakatifu Paulo mtume Kipalapala. Ndugu mpendwa mtazamaji, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Kipalapala Seminary Online TV.